Hello, habari uh, kwa jina naitwa Abdul kutokea Abdul Empowered Emotions. Kama kawaida, leo nimerudi kwako ndugu kuongelea ishu moja au mbili kama kawaida. So leo nitaongelea ishu moja ambayo kidogo ni sensitive, na hii ni ishu kuhusu uathirika wa kirusi cha ukimwi uathirika. Kuna watu wengi ambao wanaongelea hii ishu lakini kwa kitu ambacho natakiwa ni kujulisha ni kwamba daktari anayeongoza kuhudumia wagonjwa wa ukimwi au wagonjwa walioathirika hana ukimwi. Mtu pekee ambaye anaweza akakuelezea maumivu ya uathirika wa ukimwi ni yule mtu ambaye ana hiyo, au ni mwathirika mwenyewe. Huu ugonjwa ukikuuma au ukipata huu ugonjwa, unaanza kupotea kiakili unaanza kujihisi mambo yote kama yameenda. Unaanza kujiona kama kila mmoja ambayo iko karibu na wewe ushatoweka, usha, usha ushakufa usha. Unafikia hatua hata ndoto zako zote zimekufa, zimepotea, kwa sababu kila asubuhi, kila siku, unajiona kama wewe ushatoweka kwenye jamii. Unafikia hatua ya kuachana na mambo yote hata ukipata nafasi ya kwenda nchi yoyote ambayo unaona unaweza ukapata future ambayo unahitaji, unaona haina maana tena. Baada ya kuathirika na huu ugonjwa, kila kitu chako kinaweza kikapotea kwa sababu ya ule uathirika. Sasa leo naongelea stigma, kitu kimoja ambacho kinazidi au moja ya vitu ambavyo vinaua sana au vinapoteza ndugu zetu ambao wameathirika ni mawazo ndoto zote unazozipata ukishalala tu, ukizima tu ile taa, ukienda kwenye giza, cha kwanza ukiona, unajiona kama ndugu zako wamebeba, wamebeba jeneza wanakupeleka kukuzika, unaanza kujiona, unaona nyumbani makaburi yote unaanza kuona kwenu wanapozika, unajiona kama kabisa nafasi yako ishatengwa, unaanza kuona rafiki zako, marafiki zako wote wameshika chepe, wameshika Yani kila kitu wanashirikiana, wanakuzika. Wewe ndugu yangu, unaanza kujiona watu wale ambao washafariki muda mrefu, wanakuita wanakukaribisha. Usicheze na ugonjwa wa kuathirika na UKIMWI. Hakuna kitu ambacho ni kigumu kama kujua ndani ya nafsi yako kwamba una maumivu ambayo hayatakuja kupona. Wanafikia hatua wa ndugu zetu wengine anakata tamaa kabisa, kwa sababu kichwani mwaka anajiona kabisa kama yeye kashapoteza kila kitu. Ndugu yangu, nataka nikushauri, huo muda ambao unatumia kutoa suruali yako, kutoa sketi yako, kutoa chupi yako, huo muda inahitaji sekunde chache tu kupata huo ugonjwa wa ukimwi. Inapot... dakika mbili ni nyingi, dakika moja tu ukiwa mmoja wenu an... ameathirika na wewe umeenda ili inaitwa ngono uzembe Jua tu wewe tayari umeumia, na nataka nikombe kitu kimoja, ndugu yangu, katika namna yoyote ile, pigana hangaikia ya maisha yako katika muda huo, kipindi hicho, fikiria kwamba ndani ya sekunde moja au dakika moja ambayo nitatumia kwenye ngono zembe, naweza nisirudishe maisha yangu, naweza nisirudishe afya yangu. Usikurupuke, tumia dakika moja tu hii kufikiria kuliko kuua future yako, kama bado naipenda Usifikirie kwamba ukiathirika leo kesho kesho kutwa unaweza ukameza dawa kama ugonjwa wa malaria au ukarudisha afya ambayo ulikuwa nayo naomba nikuombe kitu kimoja ndugu yangu, tumia muda huo dakika moja dakika mbili kujali afya yako. Ni kitu gani ambacho utafanya ili afya yako iwe stable one. Pima, ukiona huwezi, cha kwanza abstain, kama hujaoa achana na ngono uzembe. Cha pili pima, mchukue Uh, mchumba wako, mpenzi wako, nenda naye pharmacy, pima, jua afya yako. Ukishajua afya yako itakusaidia wewe ndugu yangu kuepukana na magonjwa kama haya. Uathirika unaleta kitu kimoja kinaitwa stigma, majuto ukaathirika akili na mawazo yako unakuwa tayari wewe ushatoweka kwenye jamii utaumia hapo hapo utaanza kuona signs zote utaanza kujiona wewe ushapotea utaanza kujiona wewe ushakufa lakini usikate tamaa ndugu yangu kuna support groups ambazo tumetengeneza tupigie kwenye namba 0692778969 Abdul Empowered Emotions tukusaidie kurudisha emotions zako vizuri Abdul Empowered Emotions tupo kusupport wewe, mtu ambaye umeathirika na unapitia wakati mgumu, pengine unajitenga, umetengwa, unajihisi kama umekata tamaa. Usijali, njoo Abdul Empowered Emotions, tutakusaidia. Na hii kwa watu ambao wameathirika, tutakupa 50% discount ya kila kitu ambacho utakusaidia. Tutakupa ushauri bure, tutakusaidia kuangalia steps gani ambazo unaweza kutumia ukarudisha afya yako vizuri. Hatusemi utapona kwamba uh, kile kirusi kitakuwa kimeondoka, lakini utapona emotionally na kuweza kurudi kwenye kazi zako kama kawaida na kufanya kama kawaida. Empowered Emotions tupigie, au tutumie WhatsApp 277 tukusaidie na uweze kurudisha afya yako, iwe imara kabisa. Kumbuka kupata ukimwi sio kupoteza maisha, kupata ukimwi sio tam, kukata tamaa, kupata ukimwi sio kukiisha, kwamba sasa hivi yani huwezi kufanya kazi wala ndoto zako zimeisha. Wapo watu ambao wamezaliwa na ukimwi na wanaishi zaidi ya miaka hamsini na wana afya nzuri na wako vizuri. Usipime kwa macho vijana wenzangu usipime kwa macho usimwone mtu ukamtamana ukaona na afya nzuri ukamona mwili wake mzuri sisi vijana wengine unamwangalia rafiki mwenzetu ame, amefungasha huku nyuma unasema yes mchumba sindo huyu lakini afya yake inaweza ikawa haiko sawa kwa hiyo kikurupuka ukaenda hivi ngono uzembe ndugu yangu unaweza kujutia maisha yako yote tupigie simu kama kuna msaada wowote 0692 7789 Abdul Empowered Emotions tupo kwa ajili yako